cha duniani kote, hakuna mahali ambapo kiongozi ambayo yupo madarakani kimabavu, ki, ki, ki, ki kidikteta kama hivi alivyo CCM hapa, akasusiwa ama akaachiwa uchaguzi akaona haya, kwa sababu pia haya inamfaa mtu ambaye imeungwana. Habari gani, mtazamaji wa YouTube chaneli ya Nyayo TV. Kama ilivyo ada yetu kwenye pitapita pita zetu, leo tumekutana na miongoni mwa viongozi ambao kwa future na leo ni vijana, ambao kama taifa litawapa sikio kwa umakini, watakuja kufanya mambo makubwa sana katika hii dunia na nchi ya Tanzania kwa ujumla. Leo tuko na kiongozi kutoka chama cha ACT Wazalendo tuko hapa ili tujue kwamba kama tunavyojua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka wa uchaguzi ambapo watakwenda kuchaguliwa madiwani, wabunge na marais. Hivyo tunataka tujue kwamba chama cha ACT Wazalendo kinasimamia msimamo gani kuuendea huo uchaguzi na wana mpango gani, wana mpango mkakati gani ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Unakuwa ni miongoni mwa sehemu za alama kubwa na mafanikio makubwa sana katika chama chao. Bwana mambo vipi? Safi ndugu yangu. Unaendeleaje ndugu yangu? Alhamdulillah inamshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, Bwana ni muda mrefu hatujaonana kabisa. Kwanza hongera. Asante sana kaka. Naam, naam. Asante. Eh, Bwana naomba utueleze jina lako ni nani na una nafasi gani katika chama cha ACT Wazalendo? Asante. Naitwa Felix Kamgisha, ni katibu wa mkoa wa Dar es Salaam chama cha ACT Wazalendo. Ndiyo, na, na huu ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Ni mwaka wa uchaguzi wa wabunge, madiwani na rais pia. Nyinyi kama chama cha ACT Wazalendo mna mpango mkakati gani wa kuhakikisha kwamba katika uchaguzi huu mnaacha alama kubwa sana na kuhakikisha kwamba mnashinda katika kila sehemu? E, kwanza chama chetu kimebainisha wazi kabisa kwamba uchaguzi wa mwaka huu tutashiriki. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo nilitamani na, natamani umma wa wapenda demokrasia wajue chama chetu tutashiriki uchaguzi, na ziko sababu ambazo chama kimeeleza kwa nini tunashiriki. Na moja, tumesema tunashiriki kwa sababu hatuwezi kufanya kosa na kumwacha CCM katika mchakato huu wa kupigania demokrasia awe peke yake. Hatumwezi kumwacha CCM katika uchaguzi, katika maamuzi ya umma tukamsusia na tafiti. Na uzuri chama chetu tuna viongozi makini, watu ambao wanaamua kwa, kwa, kwa upeo na wanaamua kwa utashi na wala sio kwa hisia. Unajua ukiwa kiongozi E, kiongozi na mfuasi wanatofautishwa katika maamuzi yao, namna wanavyofikiri na kutenda, na maamuzi ya kiongozi lazima yasukumwe ya na utashi na weledi pasipo hisia. Kwa hiyo, viongozi wetu tunawapongeza sana, walitazama na walijidhihirisha, duniani kote hakuna mahali ambapo kiongozi ambayo yupo madarakani kimabavu ki, ki, ki, ki, ki i kidikteta kama hivyo alivyo CCM hapa akasusiwa ama akaachiwa uchaguzi akaona. Haya kwa sababu pia haya inamfaa mtu ambaye muungwana, mtu ambaye si muungwana, wagaana haya. Kwa hiyo CCM ukimwachia uki uchaguzi peke yake hujamkomoa, mtu ambaye elfu mbili na ishirini alijitangaza, elfu mbili na kumi na tisa serikali za mitaa alijitangaza, mtu ambaye elfu mbili na ishiri na nne amejitangaza serikali za mitaa, na rais ana, mwenyekiti wao hayati alisema kwamba ikifika elfu mbili na ishirini anataka upinzani huo umekufa ndani ya hili taifa. Huyu mtu ukimsusia uchaguzi ujamkomoa, si tunaelewana? Kwa hiyo sisi chama kimesema lazima tushiriki, ni lazima tukalinde haki na thamani na turudishe heshima ya mpiga kura. Ndio maana tukaje tukaja na operation linda demokrasi hatuwezi tukalinda demokrasia tukiwa nje ya mchakato wenyewe. Kwao tunailinda demokrasia tukiwa ndani ya mchakato. Tutashiriki uchaguzi na tutashiriki kama ukiwa ni uchafuzi. Kwa hiyo tunajiandaa kwa mapambano, tutapambana na tutacheza biti namna ambavyo itakavyokuwa. Kwa hiyo umeniuliza kwamba tumejiandaaje kuhakikisha tunashinda. Tumejiandaa kwa kiasi kikubwa, tuna nia, tuna sababu ya kumtoa CCM madarakani. Na sababu katika tatu ambazo tulizisema, hiyo ya kwanza kumsusia kwamba sio tija, lakini ya pili ni kumtoa CCM madarakani. Hawa hawa hii tume hii ambao ni mbovu, hii hii ambao tumepiga kelele. Na sisi ACT Wazalendo ni vinara, tulianzisha operation ya tume huru kuelekea kupata katiba mpya. E, dunia ina ina hiyo record na nafikiri nyakati zile baadhi ya wenzetu hawakutuelewa, walitubeza sana kwamba yeye aaje tume mnaacha mchakato wa katiba kisi, tulifikiri na tuliona si rahisi kutupatia katiba mpya leo kama ambavyo si rahisi kutupatia tume ya uchaguzi huru leo, si ndio? Kwa hiyo leo kuna watu wanaoimba wimbo ambao sisi tuliimba miaka iliyopita, na leo tumefanya maamuzi ya kushiriki na tunaamini watakuja kutambua maamuzi yetu ni sahihi zaidi kuliko kumwacha pekea katika kinyang'anyiro hiki cha kushiriki oii tumeambao ni mbovu. elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano walikuwa wanatutangaza. Kwa nini walikuwa wanatutangaza? Wakurugenzi, eh, watendaji wa kata. Kwa nini walikuwa na heshima? Kwa nini walikuwa na hofu angalau ya, ya, ya mtu ambaye ameshinda sasa eh? Tutawarudisha kule sisi, tutawarudisha katika ule mchezo, tukishinda tutatangazwa kwa hiyo hapo, unataka kuniaminisha ya kwamba una imani na tume ya uchaguzi iliyopo, ambayo kwa sasa hivi wanasema kwamba ni tume huru? Yaani, sina imani nayo na hatuna imani nayo hata tone, ila tu nimerejea kwamba hii tume hii hii, ambayo maana hii tume hii uhuru wake umebadilika kwenye jina, lakini si katika utendaji na muundo. Watu ni wale wale. Sisi kwa tunasema E, wateule wa tume watendaji wapatikane katika mchakato huru na sio kuwa wateule wa rais, ambaye rais huyu huyu ni mwenyekiti wa chama, ambaye chama iko iko ni miongoni mwa watu ambao ni washindane katika mchakato. Lakini hilo bado wamepiga piga chenga, wameleta sababu ambazo za e, za muda bunge kuidhinisha na kadhalika. Kwa hiyo uhuru wa tume hauji kwa kuwa jina uhuru wa tume unakuja kwa uadilifu wa watu wa tume wenyewe. Sasa hawa ambao si waadilifu hawa wametoka kwenye hii tume huru, wameletwa katika tume ya e, tume, tume uchaguzi aamu uchaguzi. Ubadilishi wa jina lakini sio wa watu. Watu walio najis ile tume siwe huru bado wapo. Kwa hiyo hatuna imani na hii tume na hatujawahi kuwa na imani nayo. Tutashinda nikakwambia, tukishinda na hii hii tume mbovu ACT Wazalendo katika operation ya linda demokrasia tutahakikisha wanatutangaza. elfu mbili na kumi na tano tulitangazwa, elfu mbili na kumi tulitangazwa. Kuna nyakati ambazo wapinzani katika taifa hili ilikuwa tunapata ushindi ndio kwa kuibiwa kwa tabu, lakini tunatangazwa. Hivi sasa wanaiba mchakato mzima. Sasa ACT tunataka tuwarudishe katika haya ya kuona aibu, yaani mtendaji akiwa nafikiria kumtangaza mtu ambaye si chaguo ya wananchi, anajiuliza mara mbili mbili, nitalalaje nyumbani kwangu? Familia yangu itaishi katika hali gani? Kwa sababu hao tunaishi nao mtaani, tunaishi nao majumbani eh, tutakutana nao katika vijiji mbalimbali. Kwa hiyo, kwa nini wakati walikuwa na hofu na sasa wana hofu? Sasa ndio maana tukasema operation linda democracy Ulinde thamani ya kura, maamuzi ya mwananchi yaheshimiwe. Kwa hiyo ndio maana kamili ya operation linda demokrasia. Sahihi kabisa, unapo unapobaka maamuzi ya mwananchi unabaka demokrasi, na ukibaka demokrasi unafanya watu wasiosahihi wasiostahili kuongoza, na watu wao hawajali kwa sababu hawatokani wa na wananchi wenyewe, na ndio maana unaona sasa E, taifa liko mpaka la ng'anya mambo haeleweki, kwa sababu waliopo madarakani asilimia tisini hawakutokana na wananchi wenyewe, walijipatia nafasi walijitangazia. Mtu wa namna hiyo hawezi kujali, hawezi kusikia, hawezi kuhisi maumivu wa mwananchi wa kawaida. Hapa leo tuna niko Mbagala, mimi naona nipita hapo stendi naona migambo eh? wanawaumiza wana, wana, wana, wananchi. Kwa nini wanawaumiza wananchi? Ni jambo kwa sababu waliopo madarakani hawajali maumivu ya wananchi. Leo unaona kuna e, kesi ya mwenyekiti mwenyekiti wa chama cha Chadema na mwenyekiti wetu kiongozi wetu wa chama KC alienda mahakamani leo, na akazuiliwa. Unaona mahakama inabakwa, yani muhimili wa, wa, wa, wa, wa katika mitatu hii, mahakama ambayo ni muhimili ndio kimbilio wa wananchi katika, katika haki, sehemu ambayo wananchi wanaona ni sehemu ambayo ya kwenda kupata e, haki yao wanyonge, na lakini mahakama lenyewe ni kama imekanyagwa ime, ime, ime, ime sasa eh, mlango wa mahakama wa watu watakao waukimbilie, lakini mlango hule sasa unatumika kumwagia damu. Watu wanapigwa pale mahakamani, watu wanaumizwa. Ni kwa sababu gani? Waliopo madarakani hawakutokana na wananchi. Sasa demokrasia tukiilinda, tukiheshimu kiongozi ambaye ametokana na watu, atafanya wanayotaka watu.